Kongamano hili ni kielelezo cha dhamira ya pamoja ya wataalamu wa sekta ya mifugo na uvuvi katika kuchangia maendeleo ya taifa letu. Sekta hizi mbili, mifugo na uvuvi, ni nguzo kuu za uchumi na lishe nchini, kwani zina nafasi kubwa katika kuongeza pato la taifa, ajira na usalama wa chakula. Kwa msingi huu kongamano hili sio tu mkutano wa kitaalamu bali pia ni jukwaa la kubadilishana maarifa, uzoefu na mbinu bunifu za kuhakikisha tunazalisha kwa tija na kuendeleza rasilimali zetu adhima. Wafugaji na wazalishaji wanahimizwa kuwekeza katika teknolojia za kisasa na vitendea kazi sahihi vitakavyoongeza uzalishaji wenye tija katika sekta ya mifugo na uvuvi. Kwa upande wetu sisi kama wizara, tutaendelea kuhakikisha kuwa mazingira ya kufuga, kusindika na kufanya biashara ya mifugo na uvuvi yanazidi kuwa bora, kwa kuzingatia kifungu cha sita article number 6 ya katiba ya tisa. Chama chetu yapo ma, malengo makuu karibia manne. Lengo la kwanza huwa ni kuhimiza maendeleo katika sayansi ya uzalishaji na uendelezaji wa mifugo na uvuvi. Na lengo la pili huwa ni kutoa fursa kwa wadau wote katika sekta zote mbili e, katika tasnia hizi angalau kuweza kukutana kila mwaka mara moja, kuweza kubadilishana mawazo na namna gani tunaziendeleza sekta yote. Lengo la tatu huwa ni kushirikiana na wataalam mashirikiano ya wataalamu huwa yanakuza ubora wa taaluma zetu, kwa sababu wanapowasilisha maandiko yao huwa wanachangia mada na kuulizana hapa na pale, na maandiko yale huwa yanaboreshwa baada ya pale. Kwa hiyo lengo la nne huwa ni kushirikiana na vyama vya wataalamu wa sekta hizi mbili, nje ndani ya nchi kwa ujumla wake, na hii yote hutengeneza network ndani ya ya nchi nchi na nje ya nchi. Uchumi wa Tanzania thamani yake sasa hivi kwa mwaka 25 ni dola za Kimarekani bilioni 85, 85 billion US dollar. Na sekta ya mifugo kwa mfano, kwa kuanzia, inachangia kwa mwaka huu asilimia 6.2 kwa maana ni dola za kimarekani milioni mia tano na ishirini na saba. Sehemu kubwa ambazo ni drivers za mchango wetu ni kutokana na upatikanaji wa mifugo bora, malisho, maji, huduma za, za afya, huduma za ugani, tafiti na mambo yote hayo, nikiri tu kwamba Zanzibar tuna upungufu mkubwa wa bidhaa za mifugo, naweza kusema asilimia themanini ya ng'ombe wanaochinjwa Zanzibar wanatoka huku, mbuzi wanaochinjwa kule na kondoo karibu asilimia wa tisini wanatoka huku. Kwa hiyo niwambie tu wenzangu kwamba Zanzibar ni fursa kubwa ya soko kwa bidhaa za mifugo, lakini naitizama Zanzibar kama tunaongeza ufugaji kweli, tutakuwa na mapungufu makubwa ya malisho kwa sababu ya udogo wa ardhi yetu ujenzi umeongezeka. Kwa hiyo niwahimize ni, ni sana wenzetu walioko huku wazidi kupanda malisho, watizame fursa za kuyauza hayo malisho upande ule.